Nam, karibu tena. Serikali ya Tanzania ilitangaza hivi karibuni kwamba wakimbizi wa Burundi walioko mkoani Kigoma na maeneo mengine wanapaswa kuondoka e, kufikia mwezi Machi mwaka 2026. Hata hivyo, asasi za kiraia pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa vikali uamuzi huo, yakisema unakiuka mkataba wa Jiniva kuhusu haki za wakimbizi. Ripoti zinasema kwamba zaidi ya wakimbizi laki mbili wa burundi bado e, wanapata hifadhi nchini Tanzania, wengi wao wakiwa sehemu za Kigoma kule. Lakini wakati huo huo, maelfu ya wakimbizi kutoka jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo wamekimbilia nchini Burundi kufuatia mapigano E, yaliyoshuhudiwa mashariki mwa Kongo hasa katika jimbo la Kivu Kusini. Na katika mjadala wetu wa simu tuna mjadala wetu kumradhi, e, tunazungumzia kuhusu hatma ya wakimbizi wa Burundi e, pamoja na changamoto zinazowakabili kwenye laini ya simu e, nimemwalika mwandishi wetu Amida Isa kutoka Burundi e, pamoja na mwenyekiti wa wakimbizi wa jamii ya Warundi katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu huko Tanzania. Bwana Jafet Mani Rakiza, Bwana Jafet, unanipata? Na nam Amida vilevile vile, vipi hali yako? Salama kabisa, nakusikia na nam. Eh, kabla ya kuanza mjadala wetu, kwanza nataka tuisikilize hii kauli ya waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, George Simbachawene: Burundi ni salama na ikizingatiwa kuwa sababu zilizowalazimisha wakimbizi kuikimbia nchi yao hazipo tena, na hakuna anayepinga ukweli huo, pamoja na matokeo ya kuwahoji ambayo yameonyesha kutokuwa na dhamira ya kurejea na sababu za kutorejea walizotoa hazikidhi vigezo vya kuendelea kupewa hifadhi ya ukimbizi, hivyo mkutano huu huwazimia kuanza mchakato wa kufuta hadhi ya ukimbizi kwa kundi hili. Mbili, mkutano uridhie na kuazimia urejeshaji ufanyike kwa utaratibu wa mpangilio maalum, yani accelerated voluntary repatriation. Nam ni kauli hiyo ya waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene. E, kwanza kabisa e, swali na kutupia wewe mwenyekiti wa wakimbizi wa, wa jamii ya Warundi, Bwana Jafet Manirakiza, umepokea vipi tangazo hilo la serikali ya Tanzania? Nimelipokea kawaida kwa sababu sio mara ya kwanza ambapo tulikuwa tumetoa tamko kama hilo Sio mara ya kwanza kutolewa kwa tamko kama hili, ndio kwa hivyo, ndio maana tumepokea kawaida mm. kwa sababu kabla ya tamko la waziri wa mambo ya ndani tayari huku chini ilikuwa tumeshafahamishwa na ngazi zingine husika. mumejipanga vipi sasa hivi? tunajipanga eh, kwa sababu haya mambo ukiangalia ni kama yamekubaliwa ya au ni mambo ambayo kikao kimekaa kikamua, ambacho kimekaa pande tatu, ambao ni Burundi, Tanzania pamoja na shirika la kuhudumia wakimbizi duniani, hiyo ni UNHCR. uh -huh. Wakaazimia hivyo kulingana na hali wanayoiona kwa sasa Burundi. Kwa hiyo sisi ni watu wadogo wa, wa ngazi za chini, tunakuwa hatuna budi ya kukubaliana na hayo kwa sababu taratibu za e, mchakato wa kudhibitisha kwamba Burundi ni salama zimeshafanyika. Hapa wakimbizi wameshatolewa hapa kutoka Tanzania kwenda Burundi kuangalia amani jinsi ilivyo, safari kama tatu, na walivyotoka wakahakikishia kwamba walipopita maeneo yote walioyakagua walikuta amani inatawala. Hivyo sasa sisi tumekubaliana na hali ilivyo na hivi wakimbizi wanajipanga kwa ajili ya urejeaji. Naam, eh, Jafet uh, Manirakiza eh, ka hapo hapo eh, na, na, na, na, naja kwako sasa hivi eh, Amida Isa, kwa mujibu wa ripoti uliotuletea muda mfupi uliopita eh, inaonyesha wazi kwamba hali kidogo sio si nzuri sana huko nchini Burundi eh, sasa hivi Burundi tunaweza kusema kwamba ni salama kwa wakimbizi kurejea bila kuhatarisha maisha yao? Asante sana ndugu mwenyekiti. Kwa, kwa uhakika hakuna vigezo vinavyoweza kuzingatiwa kuwa hali ya usalama Burundi si shwari, ikiwa kwa walio ndani aidha kwa wale wanaorejea. Sehemu zote za Burundi kwa sasa zimetulia changamoto kubwa inayokabili swala hili la hawa wakimbizi wanaporudi, ni kidogo kiuchumi. Inakuwa ni vigumu mtu, sehemu labda hujafika hata kama ni nyumbani kwa muda wa miaka mingi, alafu unarudi unapewa posho ya miezi mitatu na baadaye unatakiwa uweze kujikita na wewe katika harakati mbalimbali za ku za kutafuta maisha na kujiendeleza. Hapo ndipo panakuja changamoto kubwa kwa wakimbizi hao. Na tusisahau kuwa baada ya wakimbizi hao wengi, unakuta wamekwenda bado wadogo wadogo, na sasa wamekuwa na umri mkubwa. Kuna wale wanakuja wanakuta wengi ya wafamilia na aidha, wazazi walifariki, wafamilia hawapo tena, walifariki ama wa maisha yamebadilika kwa hiyo hizo ni changamoto za kiuchumi ambazo wanatakiwa kukabiliana nazo, lakini tukizungu, lakini tukizungumzia kwenye usalama e, labda wenye matatizo ya kisiasa nini, wahusika wa jaribio la mapinduzi hao ndio wanasaka ili waweze kuandamwa na sheria, vinginevyo usalama upo. Mm -hmm. Amida, kabla ya kurudi kwako bwana Jafet, nataka Amida kwanza utuchoree picha huko nchini Burundi e, idadi ya wakimbizi e, wa Burundi ambao wako nchini Tanzania sasa hivi kama ulivyomsikia bwana Jafet wameanza kujipanga kurudi e, nchini mwao Tanzania, lakini vile vile pia e, sasa hivi e, kuna wakimbizi ambao wanatokea sehemu za Kongo huko mashariki e, tu, tueleze, tayari idadi imekwisha tolewa? Idadi kamili haijatolewa, lakini kwa muda wa miaka hii ni ngapi ya nyuma, tumekuwa tukifahamu kuwa kuna zaidi ya wakimbizi laki tatu wa Burundi waliopiga kambi katika kambi mbalimbali mbali za Tanzania, na wamekuwa wakirejea kwa idadi ndogo ndogo hatua kwa hatua e. Hili la hawa wakimbizi kutoka Congo kidogo jamii ya kimataifa inatakiwa kulifuatilia kwa karibu zaidi, kwa sababu serikali ya Burundi haijatenga bahasha ya kuweza kuwahudumia hawa kutoka Congo, isipokuwa bahasha iliyopo na inaendelea kusaidiwa ku, ni na UNHCR na mashirika mengine kama mpango wa chakula duniani, kama mm, shirika la huduma kwa watoto wanasaidia kupitia wizara ya mambo ya ndani ili iweze kuwarahisishia hawa wanaorudi, ndo hapo nimezungumzia kuwa wanapewa bahasha kama miezi mitatu na vifaa kidogo vya kutumia majumbani ili waweze kuingia katika harakati za maisha ili waweze kuingia katika harakati za maisha. E, Bwana Jafet, narudi kwako tena. E, umetueleza kwamba, e, hali kidogo huko sio nzuri vile, lakini nataka kufahamu E, kuhusiana na vile, vile mlivyojipanga lakini vile vile pia e, kuna swala hili la wale wakimbizi wa Burundi ambao wamekaa Tanzania kwa muda mrefu, hasa watoto, kwa mfano, waliopata elimu e, na huduma na wengine hata walizaliwa katika kambi hizo, hii huu uamuzi wa kutakiwa kuondoka kufikia mwezi Machi e, hatua hii itaathiri vipi maisha ya wakimbizi kama hao niliowataja? Kwanza utengue kauli. Mimi sijasema kwamba hali hii ni mbaya huku, hapana, sijasema hmm hivyo e. Lakini kwa swali lako e, mashirika husika na hayo maswala tayari wameshakaa na watu hao, lakini pia e, kuna vikao vinafanyika vya live TV screening ambapo wanaonyesha viongozi ee, wa nchi ya Burundi, shirika la kuhudumia wakimbizi ya UNHCR, lakini pia na mashirika mengine yanayotoa huduma kwa kwa jamii hasa huduma za kibinadamu, wakiunganisha na wakimbizi wanaotoka kwenye nchi mbalimbali tuseme e, kama Tanzania, Uganda, Kenya, Afrika Kusini DRC lakini pia na nchi zingine mbalimbali zinazohifadhi Warundi mm. eh, kukonekti na wakimbizi wenyewe na kujadili maswala mbalimbali yakiwemo mbali hayo masuala ya ya watoto, masuala ya elimu, maswala ya, ya ardhi eh, maswala ya miradi watu wanaporejea, na mambo mbalimbali, na ufafanuzi ulishatolewa na kwa maelezo zaidi, nafikiri kila mkimbizi ana taarifa sahihi kuhusiana na hayo masuala, na kwa, kwa maana manen... wanajitayarisha ndiyo mm, maana wanajitayarisha na kuweza kuondoka, na mpaka sasa hivi wanaendelea kuondoka. Nafikiri kufikia kipindi hicho ambacho kimetangazwa na serikali, mwezi Machi, huo mwezi eh, eh, Machi, asilimia kubwa watakuwa wameshaondoka, wameisha kwa hizi kambi kama kambi kama ilivyotangazwa. Naam, asante sana bwana Jafet, narudi tena kwako eh, Amida eh, Amida, sasa hivi kuna kuna, kuna hilo swala ambalo umelitaja kwamba uwezo wa kifedha wa Burundi kubeba mzigo wa wakimbizi kidogo unaonekana kuwa kuwa mzito eh, sasa hivi bado tunaarifiwa tuna kwamba bado wakimbizi kutoka mashariki mwa Kongo eh, wanaendelea eh, kuingia huko, huko huko nchini Burundi. Eh, tueleze kwa kwa muktasari tu kwa sababu unaona muda nao eh, unatutupa mkono hapa. Eh, kuna mipango yote ya ziada ambayo serikali imeweka kuendelea kuwapokea wakimbizi? Sasa hamna hamna mipangilio mikubwa sana ofisi inayohusika na masuala mm -hmm. ya wakimbizi kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani ilitufahamisha kwamba kishafikisha ripoti ya mahitajio kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini Wizara ya Mambo ya Ndani ya mambo ya ndani haijaweka wazi kipi kinaelekea kufanyika. Kinachotarajiwa ni kwamba wakimbizi hao katika hatua za kwanza wataondolewa kwenye maeneo yote yanayokaribiana yanayopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa hawa wanaoingia kupitia Ziwa Tanganyika, Rumonge mm. wataondolewa hapo na ikiwa hawa wanaingia kupitia mpaka wa Gatumba, Uvira ambayo ilianguka wiki mbili zilizopita mikononi mwa m ishirini na tatu wataondolewa hapo ikiwa wale wanaingia kupitia maeneo ya Chipitoke, hapo ni karibu ya, ya, ya Bukavu, karibu ya Rwanda, pia wataondolewa ili kupelekwa mashariki mwa Burundi ni jirani na Tanzania. Amina Isa pamoja na mwenyekiti eh, wa kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, Bwana Jafet Manirakiza, asante sana kwa eh, muda wenu, muda kidogo hapa umetutupa kisogo lakini, e, naamini kabisa kwamba tumepata mawili matatu kuhusiana na kadhia ya wakimbizi e, wa Burundi kutoka Tanzania na pia kutoka Congo ambao wanaelekea nchini Burundi.